Tunaomba mwe mabalozi wa wale mnao wawakilisha kwenye eneo la nishati safi, ili serikali inaendelea na kubadilisha vyombo vya moto viweze kutumia gesi asilia, na mpaka sasa hivi tuna zaidi ya vyombo elfu kumi na tano ambavyo vinatumia gesi asilia ya CNG, na hiyo juhudi zinaendelea kuhakikisha CNG inafika maeneo mbalimbali ya nchi ikiwemo Mwanza. Mafunzo haya mnayoyapata ni muhimu e, katika safari yenu, na lengo ikiwa ni kuwajengea uwezo kama tulivyosema, tunataka muendelee kuwakilisha maslahi ya watumiaji, lakini mwawakilishe e, huku mkijua wajibu wenu ni nini na wajibu wa watumiaji ni nini, lakini pia tunataka kama tulivyosema usambaze taarifa mbalimbali kwa watumiaji, ushirikiane na kamati mbalimbali za watumiaji na nafanya ushirikishaji mpana kwa wananchi pamoja na, na wadau wengine wa sekta zinazo zinazodhibitiwa na EWURA. Ndugu wajumbe wa baraza, naomba mwe kioo, kioo cha uadilifu, uwajibikaji na kuweka maslahi ya umma mbele yenu. Tumieni taaluma na uzoefu mlio nao kulinda maslahi ya watumiaji, isaidieni EWURA kutekeleza majukumu yake kwa ninyi kusimamia maslahi ya watumiaji. Aidha, shirikianeni kwa karibu na management ya baraza na wadau wengine, huku kila upande kutekeleza majukumu yake ya msingi na kuepuka mwingiliano wa kiutendaji kwani mafanikio ya baraza yakitegemea msk